Tuelekee kaunti nambari 16 ambapo kundi la wawakilishi wadi katika bunge la kaunti ya Machakos limeapa kupinga vikali hoja ya kumng'atua spika wa bunge hilo Anne Kiusya wawakilishi hao 22 kutoka mrengo wa chama cha maendeleo Chapchap wameonyesha waziwazi uungwaji mkono wao kwa spika, wakisisitiza kuwa hatoondolewa madarakani. Pia wameahidi kufichua ukweli na kuhakikisha kuwa hakuna hoja huyo, itakayo, ya kumng'atua spika huyo itakayofaulu. Wanasiasa hawa wanadai kuwa wawakilishi wadi 30 walisafirishwa hadi Mombasa kuandaa hoja ya kumng'atua spika huyo wetu ambaye ni mwanamke peke yake Kenya mzima kwa kaunti 47 anataka kutolewa. Na ndio ni mwanamke wenzangu, amepigiwa kura kusema tu kweli, na anatolewa kwa nini? Kwa sababu ya kufanya kazi yake ambayo tunafaa kuwa tukifanya hapa bungeni, ambayo ni oversight. Sisi kama waheshimiwa ambao tumechaguliwa, tuko na kazi ya kuhakikisha wananchi wanafanyiwa kazi. We are not ready to to eat money which is supposed to buy medicine for cancer patients medicine for dialysis yes. Hatutaki period na zii, tumesimama kindete na tumesimama na our speaker, and she is equal to the task. Speaker is going nowhere, if you think you have got all the money, speaker Anne Kiusya is going nowhere yeah. walete hiyo muswada hata kesho, tutaiangusha. Kama waheshimiwa na mbunge, sio department ya executive, we are independent And we are going to some farm kuhakikisha kwamba ile pesa serikali inatupatia inafanya ile kazi inatakikana.